Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC inazindua rasmi zoezi la kuwasajili wapiga kura wapya kote nchini hafla hiyo inafanyika katika eneo la Mashuuru, kaunti ya Kajiado ambapo itaongozwa na mwenyekiti wa tume ya IEBC Erustus Ethekon na makamishna wa tume hiyo sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Robert Masai kutoka huko Mashuuru eh, kaunti ya Kajiado atufahamishe mengi zaidi Naam, asante sana Nimrod. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka eneo hili la Mashuuru, ambapo tume nzima ya IEBC ikiongozwa na mwenyekiti Erustus Ethekon watakuwa hapa kuweza kuzindua zoezi hili. Itakumbukwa kwamba zoezi hili linalenga um, wapiga kura wapya milioni 6.3, na vilevile vile inalenga kuendeshwa katika maeneo bunge yote 290 humu nchini, ila IEBC imesema kuwa maeneo ambayo ina chaguzi ndogo, kwa mfano, kaunti ya Baringo Uh, eneo bunge la Malava, Kasipul na mengine mengi na hapa Kajiado, katika eneo bunge la Kajiado ya Kati, kwa sababu ya ile chaguzi ndogo ya ya wadi ya Purko ha, zoezi hili halitakuwa linafanyika katika maeneo hayo, lakini zoezi litazinduliwa hapa nyuma yangu. Ukiona maandalizi yamekamilika, na tayari kuna wale ambao wamefika katika eneo hili, vijana, wazee, wale ambao pia wanalenga kubadilisha kura na maswala kama yale. Lakini uh, Nimrod, nitazungumza na wale vijana ambao kwa mara ya kwanza watakuwa wana sajiliwa katika eneo hili na tuone labda matarajio yao ni yapi, na wanapangaje na labda hisia zao ni zipi, ikizingatiwa kwamba itakuwa ni mara ya kwanza kabisa kuweza kusajiliwa kama wapiga kura. na na Labda mnaweza karibia tu hapa hivi, alafu tuweze kuzungumza tujue, labda karibia tu hapa hivi, tukianza na wewe, unaweza ondoa tukofia, alafu tueleze labda unatarajia nini. Itakuwa ni mara yako kwa ya kwanza kusajiliwa kama mpiga kura, ukiangalia kamera pale, hebu tueleze tu labda matarajio yako ni yapi? matarajio yangu ya ni <clears throat> ya kwamba tukiweza kufanya hili jambo ambalo ni kulingana na katiba linatupa fursa ya kuweza kuchukua nafasi in in in voting the change we need because it has been a culture and a norm that we remain underrepresented as youth and his, and statistics have always shown that we we form a major part in this na ni kwamba tukiweza fanya Kifanya hii registration ya mara hii tunaweza kufanya mabadiliko katika popote pale ambapo tunaona tunafinyika mm. Kwa mara ya kwanza, labda utakuwa unachukua ile kadi ya kupigia kura. Sasa labda kwa vijana wenzako ambao labda watajitokeza ama hawatajitokeza, ujumbe wako ni upi? Kwa sababu tuko katika nyakati tofauti, tunaweza ninaweza nikasema ya kwamba kwa sababu kuna mengi yanayoendelea na wengi wamehisi wamefinyika mahali, kwa sababu hatuta hakuna mahali tutawahi ridhika na uongozi wote kwa mara moja. Pahali hapo pa, pahali hapo ambapo tunaona kwamba kuna kuna shida, kuna ugumu yoyote, hmm, ni fursa nzuri hii ya kuweza kubadilisha na kuweza kuleta mabadiliko tunayotamani haya. Asante sana, tupate pia hapa hivi, a, a, a, labda wewe ni kiongozi wa vijana katika eneo hili, ujumbe wako kwa vijana ni upi, hususan wakati IBC inaanza shughuli ya kuwasajili wapiga kura wapya? <coughs> Nashukuru Robert, na kwa majina naitwa Elian uh, Martine Johana. Mimi ni kiongozi ya youth kupitia Kajado County Youth Alliance. I'm the chairman. Na nashukuru tume ya uchaguzi IEBC kufika hapa na kupeana fursa kwa vijana na wale ambao wanataka kubadilisha the polling station na kuwapea fursa ya kujisajilisha na kuwa kwenye nafasi ya kuweza kujichagulia watu ambao wanataka wakue kwenye uongozi. maybe I can say one thing Da... Kitu ya kwanza naweza sema ni kwamba naomba youth wote wenye wako across the country because the, the launching we are having here is a national launching, na tunaomba vijana wote across the country kwamba wamekuwa wakilia wakisema kuna uongozi fulani mbaya, kuna ile iko na kuna wale wanataka walete kwenye uongozi. Tunaomba kwamba this is the time, this card yenye unaenda kuregister kama voter

the, the politician whom uh, the leaders we, we call the, the politician we call the leaders and na wao tunawaweka pale kupitia no. kwa hii kura yenye tunaenda kukata leo kwa hivyo, mimi naomba vijana tunawahimiseni, ndugu zanguni, endeni mkate kura so that you are uh, eligible kuweka mtu kwa uongozini na kutoa ule umtaki Aya, asante sana, tupate tu maoni ya hapa tukimalizia tu karibia hapa, alafu kwa kifupi tu tueleze labda matarajio yako ni yapi kama kijana katika eneo hili? Yes, uh, kwa majina naitwa Isaac, anatoka Mashuuru. Eh, uh, mimi kama kijana, mimi kama youth uh, mimi ile kitu naweza imiza youth wenzangu ni kujitokeza kwa kuja kwa wingi, kwa kuja wakati wa kura, because what we know, eh, kura yako ndio sauti yako. Ukiwa na ile kura ndio utakuwa na uwezo kwamba unaweza chagua mtu unataka na utoe, upeleke nyumbani mwenye hafai kufanya kazi. Kwa hivyo mimi kama kijana nahimiza vijana wote across the nation Toki, jitokezeni kata kura upate sauti pia, wewe uhesabike kwa hii nchi. Haya. Asante sana kweli kabisa kwa vijana wote humu nchini, umesikia kwamba kata kura uweze kupata sauti kupitia uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba na na labda tu hapa katika eneo la Mashuuru tunawasubiri ile tume nzima mwenyekiti pamoja na makamishan watakuwa hapa kuweza um, kuendeleza ile zoezi. Labda maswali mengi sana tutakuwa naelekeza kwao baadaye, ili wasikilizaji watazamaji wetu waweze kupata labda ni yepi ambayo wameandaliwa, kwa sababu zoezi hili linaanza leo na litaendelea hadi mwaka wa 2027 Nimrod, kutoka hapa kaunti ya Kajiado eneo la Mashuru, mimi naitwa Robert Masai.